Pongera kwanza kwa ushindi kocha. Ya, nashukuru, alhamdulillah, pointi tatu kwetu zilikuwa ni muhimu, kwa hiyo ni wapongezi wachezaji, wameweza kufanya kile kitu ambacho tumewaelekeza wakakifanya. Mechi mbili goli sita pointi sita kwako, hii unaitazamaje? Ya, nafikiri good start, tumeanza vizuri. Unapopata pointi sita katika mechi mbili goli sita, ina maana inaonekana mwanzo mzuri. Kwa mimi, nafikiri mwanzo wetu umekuwa ni mzuri, na tutaendeleza na, na, na mwendoo mpaka mwisho wa ligi. Ukijaribu okay, kuangalia kipindi cha kwanza timu imecheza sana, imedominate mpira kwa sehemu kubwa, lakini nafasi ambazo mmetengeneza mmeshindwa kuzitumia, hata goli mbili zilizopatikana zimepatikana kwenye set piece. Unafikiri kuna shida katika uh, uh, forward line yako? Ya yeah, ni kweli tumekuwa tukitengeneza nafasi kama unavyosema, kipindi cha kwanza tumekuwa na mchezo mzuri sana, nafasi nyingi hatukuweza kupata, tuna kazi ya kufanya kwenye kiwanja cha mazoezi, lakini kitu kizuri kwangu performance ya timu ilikuwa vizuri kabisa, combination mbele imeweza kupatikana. Kwa hiyo swala la kutengeneza nafasi kwa magoli ni swala la rahisi sana katika viwanja vya ma ma mazoezi, tutalifanyia kazi. dakika ishirini za mwisho timu imeonekana kukatika, kuna kama pattern, labda inawezekana hazijakaa sawa, ama ulikuwa najaribu kutengeneza na kuona ni pattern gani inaweza ikaa inakubali ya. nafikiri tayari tulikuwa tuna goli tatu, kwa hiyo ilikuwa ina haja sana ya kutumia nguvu sana, ujue. kwa hiyo tuliwapa wachezaji wengine nafasi kuweza kuangalia ni nani na nani kwa nation inaweza kukubali. Kwa hiyo ndio maana uliweza kuona kipindi cha pili dakika 20 za mwisho, sometimes inakuja, sometimes inakataa. Lakini yote kwa yote tushukuru kwa pointi tatu hizi muhimu. Nikushukuru sana coach na nikutakie maandalizi ama mapumziko kujiandaa, uh, kwa ajili ya michezo mingine ya baadaye. Asante. Na mchezo uh, umepoteza mchezo wa kwanza, umeshinda moja, umesare moja na huu umepoteza. Unahisi ni timu imekuwa ime bora zaidi kwako ama ni mapungufu machache ambayo wameweza kuiona kwenye timu yako? Kwanza awali ya yote lama nimshukuru Mwenyezi Mungu, mpira umekwisha na tumepoteza. Tumepoteza na lazima nikiri kwamba tumepoteza. Tumepoteza na sababu za kupoteza zipo. Nilishasema awali kabisa kwamba tunacheza na timu wachezaji wanachezaji wenye, wenye ubora sasa, na, na timu ambayo ina wachezaji wenye ubora wenye quality nzuri, mkifanya makosa ya kurudia watawahukumu tumefungwa magoli matatu kwa sababu ya sisi wenyewe wakufanya makosa ya kurudia tukahukumiwa. O, mimi nachukua dhamana hiyo kwa sababu mimi ndio chief coach. tumepoteza mchezo wa leo, tunaenda kujipanga mchezo mwingine, lakini ni ukweli usiofichika makosa yetu ya kurudia kwenye defense line ndio yametukoza goli zote tatu. Hiyo ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo ni kubwa ni kwamba tunaenda kujifunza, I mean, tunaenda kujirudi kwenye viwanja vya mazoezi kuhakikisha kwamba yale yale yale yaliyojitokeza leo tusiyafanyie yasija yakarudia tena kwa mchezo mwingine. Ninapocheza na timu ambayo ina wachezaji wenye viwango vizuri. Mwalimu, swali langu la mwisho, umeshinda goli moja, umetoka sare ya moja moja, nini shida hapa? Kuna muunganiko ambao bado unaendelea kuutengeneza? Kwanza hakuna shida, kwa sababu kwanza ni sehemu ya matokeo sehemu yatokea kwenye mpira siku zote. Kwanza mnao uwezo wa kutengeneza nafasi, ukisikia timu imeambiwa imekosa, imekosa goli nyingi, zile nafasi haziuzwi kama, kama kunao uwezo wa kutengeneza basi, tendo la mwisho ndio limebakia. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tuendelee kufanya kufanyia mazoezi kuhakikisha kwamba mechi za mbele tunafanya vizuri, lakini yote kwa yote, kwanza niwapongeze vijana wangu pamoja na kupoteza. Unaona bwana, tunaenda kujipanga, shughuli inaendelea. Nikushukuru kushukuru sana coach, una muda sasa wa kuandaa timu katika kipindi hiki cha uh, FIFA season. Na, ni kweli kabisa, ni kweli kabisa tunarudi kwenye viwanja vya mazoezi kufanyia kazi yale mapungufu yote ambayo yamejitokeza, kuhakikisha kwamba tukija kurudi tena kwenye kwenye kwenye mbio zetu za, za, za, za, za ligi yetu tutafanya vizuri tu. Asante, huyu ni Juma Mgunda, kocha wa timu ya Namungo. Uh, tukitimisha hapa na man of the match kwa siku hii ya leo katika mchezo wa Simba dhidi ya Namungo, kama unaweza kumuona hapo uh, Rushine De Reuck yeye ndiyo man of the match akiwa amefunga goli la pili uh, ikiwa ni set piece ya pili na goli la pili kwake. Tunasema mechi mbili goli mbili, so it's a good start kwake na uh, tunasema kwamba amefanikiwa kushinda, na huo ndio uh, mchezo ambao jinsi umemalizika, na tunaweza kusema tu kwamba ongera kwake kwa, kwa maana ya mechi mbili akiwa ameweza kupata goli mbili.